Tunakula viapo mara kwa mara, ya kutenda haki, na kile kiapo kinatusaidia sisi kulindwa kama kinga. Tunapokwenda vibaya na kiapo kile, tukiteleza kinga inatudondoka, katika kuombwa sasa, kwa sababu unaweza ukatoa haki kwa mwenye haki ukapeleka haki kwa asiye na haki, kinga. Kwa hiyo mimi ninatoa shukurani sana katika kuja kwenu kutufungua macho, na kweli haya yapo, na sisi mkwetu anapatikana kama mlivyosema kigezo hadi kigezo katika kila sekta, umegusa kidogo katika maisha yako, umegusa kidogo katika ndoa, ukagusa kidogo. Mimi natetea sana katika ardhi kwa sababu ndio sekta ndio nihusu, na kama kuna wenzangu watatetea maeneo mengine, lakini yote katika kusherehesha siku yetu ya leo, sisi tumefurahia katika ujio wetu. Mimi binafsi nitakutumieni sana, na mimi mshirikiane na mimi sana ili kuifanya Ngorongo yetu iwe sawa sawa, tutoe hati sawa ili tuende na wakati kama mama anavyotaka. Asanteni.